Nitoe pongezi za dhati kwa madiwani wote kwa kupata fursa ya kupata kiapo leo hii, hongereni sana na jambo lingine, niwapongeze nikupongeze wewe mstahiki meya, kwa kuaminiwa na sisi madiwani wako kukupatia kura za kishindo wa mstahiki meya wetu, na pia nimpongeze naibu wako kwa kupata kura nyingi vile vile. Na hapa tumefanya kazi ya kuingia katika kamati, tunao wenye viti wa kamati ambao wamechaguliwa nao ninawapongeza. Lakini yaliyo mengi yamezungumzwa kuhusiana na sisi madiwani tunavyotakiwa kwenda kufanya kazi. Waliyetuchagua wamekuwa na matumaini makubwa, na sisi twende tukashirikiane na uongozi wa halmashauri katika kuhakikisha kwamba Tunafanya yale ambayo yatawaletea maendeleo wana Lindi. Hili ndilo jambo la msingi kabisa. Nimemsikia hapa mkurugenzi akisema kusiwe na vikao pembeni ya vikao vya halmashauri. Vikao vya pembeni mara nyingi vinabomoa. Tuwe na vikao vilivyokuwa rasmi, tukutane tuweze kujadili kwa pamoja kutengeneza maslahi ya Wanalindi. Mimi niwahakikishie kama mbunge wa jimbo la Lindi nitatoa ushirikiano wangu kwa mkurugenzi, lakini nitatoa ushirikiano wangu kwa kila diwani. Nitahakikisha tunashirikiana vya kutosha. Niwasihi tujenge umoja, tusimamie yale yote ambayo tumewaahidi katika mikutano yetu, na vilevile tutoe ushirikiano kwa halmashauri, tutoe ushirikiano kwa chama chetu lililo kubwa. Tuna deni kubwa kwa wananchi wetu, deni hili namna ya kulilipa ni kuwatumikia ipasavyo. Tuhakikishe tunapokuwa kwenye mikutano ya halmashauri tunakuwa hadhiri tunafuatilia kila jambo na tunahoji kila mahali ambapo tunaona kuna haja ya kuhoji. Kwa maneno haya, nikiwa na uhakika kwamba tutakuwa sote katika kipindi chote, na nimhakikishie mkurugenzi, ukweli ni kwamba nitashiriki katika michezo na nitashiriki katika kila jambo litakalofanyika katika halmashauri hii, kwa sababu sasa nimeshapewa jukumu hili sina namna isipokuwa ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana.